Kwanza hawakuwa wameamini kama ni ngoma ambayo inaweza ikafanya vizuri yeah. Walikuwa wanaona, sasa brother naye vipi? Yani imekuwaje, mbona ameenda kwenye singeli? Lakini kwa bahati nzuri, baada ya kazi kazi kutoka, ilileta picha tofauti kabisa yeah. na nadhani hata safari ya ukubwa wa muziki wa singeli ilichangiwa na wimbo wa kazi kazi. Nataka kujua kwa upande wako, uh, umefanya mmerekodi video wimbo umetoka nataka kujua hiyo story sasa. Wanao ambao sasa, yani kwanza mwanao gani kwanza? <laughs> Ah, ameweka kupinga bwana wengi eh. Lakini mwanangu ambaye ni ananiita menta wake ni Kimbishi eh. Alikuwa wa kwanza kabisa kuniambia da fadha, hapo umeniangusha sana <laughs> ni Kimbishi na Shemcee ya yeah. Yeah, yani da Nash ndo alikuwa anaandika hadi kwenye, kwenye Twitter, Instagram ngaona, au Twitter anasema bana hiyo hmm. International singeli iko wapi na vitu vingine kama nini. Ya, hali, hali, So sema... natamani nionane na Nash tena yeah. Ingawa alikuja kama wiki kama miezi kadhaa nyuma walikuja kunitembelea kunipa pole baada ya kuumwa. Yeah. Ya, walikuja wote nikimbishi Nash uh, Pima Wenge alikuja pala producer hmm. yule yeah. na na watu wengine kama kama hao mm, lakini hatukuongelea mambo kabisa, lakini yeah, kiukweli, katika watu walionipinga wa mwanzo <laughs> ni hao, na hao ndo walikuwa ni generation mpya ya hip hop ambayo ilikuja kubadilisha muziki wetu wa hip-hop pia mm, kwa style zao, na watu wengi waliofuata baada yao wengi walikuwa wanachana kama wale uh, walikuwa wanajiita walikuwa wakinanikimbisha Warundulo eh, yes, wana jina lao nani kuna Mexicana la Cavela pia walibadilisha sound ya ya rap lakini pia Tamaduni music. Tamaduni music. Yes, yeah. Mm. Wale Tamaduni music wote walipinga ile ngoma. Wakaniambia da father, yeah. Wewe ni kama kioo chetu kwa hiyo umekosea ume, misingi ya hip hop. Yeah. Wale ni strictly hip hop. Yeah, ni kweli. Na mimi nikajitahidi kujitetea, nikasema mimi naona muziki mbali na una, una muziki wa asili ndani huko ndani. Hamtaki kuchanganya mambo. Mm. Yamtaka ya boom bap tu mzee, kick na snare tu kila siku. <laughs> Hey. Inakuwaje? Kwa hiyo, lakini baadaye walinielewa. Walinielewa mm, na tukawa tuko sawa tu.